E, bwana Haja The Incredible ameamua kulizungumzia sakata zima la Ibra na Harmonize wake, e, Haja, kwa upande wake Haja bwana amedai kwamba hii ni aibu, kinachoendelea sasa hivi huko mitandaoni ni aibu for real, kutokana na kwamba hili jambo bwana linazidi kushika hatamu na pia vile vile linapelekea watu wengi sana waone, wajue vitu ambavyo labda huenda havikupaswa kufika public, lakini ndio hivyo tena kuhusiana na hilo sakata la Ibra na Harmonize. Yeah, kwa upande wake yeye ameona kwamba kinachoendelea ni aibu. Nataka hapa usikilize kuhusiana na hii inshu ya mzozo wa Ibra na Harmonize na kutupiana maneno, lakini at the end of the day tunafahamu kwamba walipofikia ni kwamba uh, management imetoa tamko, imepiga marufuku Ibra kuzungumza chochote kuhusiana uh, na kile ambacho kinachoendelea kati yake yeye na bosi wake huyo wa Konde Gang. Fulani, miezi mitatu minne nyuma nilisema mimi, nikasema sioni Konde gani kiendeshwa kwenye misingi ya taasisi kama record label. Kuna utoto mwingi, Harmonize ana utoto mwingi hawezi bado kujisimamia hata yeye mwenyewe. Unamsimamiaje msanii? Okay, unamsimamia msanii ile ni label, record label. Viongozi wapya kwenye record lebo, nikasema well, anamtaja Chopa, anamtaja Jembe Jembe, Sam Chapole, Miss Brown na wengine. Kazi yao wao ndiye ilikuwa kujadili haya, haya malalamiko ya msanii ambaye amekuwa akizungumza almost wiki moja wiki mbili juu ya record lebo hiyo. Kulikuwa na uchafu, yale mbaya yanaendelea, rumors mbaya, record label kukaa kimya ndani ya wiki moja kuseme chochote, amtoe tamko lolote, ni kumonea huyu kijana, na ndio maana alikuwa anaendelea kuzungumza. Hatuoni msimamo wa record lebo, anakuja CEO wa label anajibizana na msanii kwenye mitandao. Ibra amesainiwa na na Harmonize ama Ibra amesainiwa na Konde Gang Music Worldwide? kuna vitu vile tofauti hapo kuna msanii ambaye ni CEO pia Harmonize, lakini pia kuna taasisi ni ambayo record label Kone Gang Music Worldwide. Migogoro ya msanii na lebo, tamko linapaswa kutolewa na record label na siyo msanii na siyo CEO, na ndiyo maana kwenye record label wao umetambulisha watu wa kusimamia record label. Chopa, Miss Brown jembe ni uh, jembe na wengine sasa hawa wanafanya kazi gani kwenye lebo? Tunahitaji hiyo lebo, wale watu hawa hawafanyi chochote kwenye reko lebo. Tunakuona wewe unakuja unateleza unatoa mpira nje bradha, hiyo ni defamation. Ibra hakuna sehemu aliyesema yeye ni shoga ama ameingia chumbani akaliwa, haipo. Ibra amesema kila anapohitaji pango la nyumba anaitwa chumbani. Sasa kuitwa chumbani kuna, ma, kuna maana nyingi wewe unakuja na comment unasema, kwa hiyo umeamua kujitangazia ushoga? What if mtu akikwambia, wewe, mimi nilichafua, unaniita mimi shoga, unaniambia najitangazia ushoga, while hakuna sehemu ambayo mimi najitangazia ushoga. Haulipi na bilioni tano, kaka, this defamation. Defamation kesi mbaya zaidi kwenye karia. Sisi kwenye habari tumefundishwa ukimchafua mtu ni mtu, yeye ndiye anapanga kiasi gani alipwe, kiasi gani cha pesa anatakiwa kulipwa, so kila anachofeel kwamba hiki kinaweza bilioni moja, bilioni mbili. Ha, hautolipa hiyo bilioni moja na zaidi ambayo utamwachia na chenja mazishi yake. So hiyo ndio hasara ya kutumia miemko kujibu jibu vitu kwenye mitandao kama sio mtu mzima. Wewe ni CEO, wewe ni icon nchini Tanzania. Wewe unajiita Tanzania, they call me Tanzania number one. Tanzania namba moja. Sasa namba moja gani unakuwa na matendo ya namna hiyo? Kila siku tunamzungumza Diamond hapa namna ya ukomavu wake anavyosema kwenye mitandao na kuto kujibu. Wewe mbona unajibu tu kwenye peji za watu huko? Tunapima vipi ukubwa wako? Ibra analalamika wiki nzima, lebo haina kauli yoyote. Hata ningekuwa mimi naendelea kuumia, lazima niseme, lebo ilipaswa kutoa msimamo wa taasisi pamoja na Ibra na sio hizi back and forth za kwenye mitandao ambazo leo hii umetuonyesha kuishi kifamilia. That's very bad. 2006, 2006 kulitokea contradiction ya Birdman pamoja na, na, na Lil Wayne. Lil Wayne, amemchukua Lil Wayne kukaa naye kwenye record label ya Cash Money, akiwa na miaka tisa peke yake mpaka alipopata utu uzima na kukua watu hawa waliishi kwenye maisha ya undugu yn yani, sio kama mtu na bosi wake. Familia hatuwezi kuishi kwenye kifamilia kwenye maswala ya ya biashara, na hiyo iwe funzo. Birdman aliishi na Lil Wayne kama mtoto wake. Kwenye moja ya show Los Angeles alimkiss mdomoni, Birdman alimkiss Lil Wayne mdomoni. Hiyo story ilienda viral sana baadaye. Akasema, uh, yeye alifanya hiyo wa uh. Wakati wakapelekana mahakamani 2015 kiasi cha kwamba Dr. Bergman amlipe milioni 115 kwa sababu ya contradiction zao za kwenye za za, za lebo na nini. You see, hakuna urafiki, hakuna ushikaji kwenye hizo kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninatamani sana Ibra na watu wengine ambao wanakuja wanapoingia mikataba na record label za ki, ya kibiashara waache urafiki waache undugu. Kuna wakati Ibra ulikuwa unamuona, yeye alihisi kwamba Konde Gang ndio sehemu ambaye anazikwa anafia naso kulikuwa na ugomvi wa lebo hii na lebo hii, yeye anakuja anaingilia, anatoa jimbo, anasema vibaya. Ilikuwa ilikuwa mbaya, ndugu zangu, tunapaswa kujitathmini sana. wa wa ala rahmatullahi wa alaykum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Adhana imelia, wacha mimi nikaswali, tarudi hapo baadaye. Ya yeah, so huyo ni Haja ameelezea hiyo situation, lakini pia kuishia hapo, alizungumza pia, akasema kwamba kwa upande wa Diamond sasa, kupitia ukurasa wake wa Twitter, Haja The Credible ameandika kwamba sioni tatizo Ibra eh, kukimbia kwa godfather wa mziki huu Diamond ni, eh, ni mnyororo wa thamani kabisa.